Karibu tena Hunter Recaps, lakini kabla hatujaanza, nawakumbusha kulike na, na kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata kazi zetu punde tu zinapokuwa hewani. Filamu inaanza wakati Neha anashambuliwa na watekaji wawili akiwa nje ya shule. Watekaji wanampiga hadi kupoteza fahamu. Baada ya miezi miwili, anaonekana hospitalini. Baadaye, Neha anaenda kwenye eneo la kidini linaloitwa Gurudwara ambako anakutana na Sardar G. anamwambia kuwa amekuwa akimwangalia akigundua huzuni moyoni mwake na kumtia moyo amwamini Mungu. Anamshauri asijali, kwani Mungu atamchagulia msaada wake. Hadithi inahamia kwa Kapteni Ranveer anayepigana na magaidi huko Kashmir. Anakabiliwa na uchunguzi baada ya kuwaua magaidi watatu. Wakati anaulizwa sababu ya matendo yake, Ranveer anasema magaidi hao walijaribu kuchoma bendera ya nchi yao na ndiyo sababu aliwaua. Anaadhibiwa na Kanali Ranjit kufanya matembezi ya kilomita 25. Baada ya kukamilisha adhabu hiyo, Ranveer anaonekana kambini, rafiki yake akimwambia kuwa simu yake imekuwa ikilia muda mrefu. Anaichukua na kusikiliza ujumbe wa sauti kutoka kwa mpenzi wake wa zamani Neha. Neha anaomba msamaha baada ya miaka minne na anamuomba amsaidie. Ranvir anapata ruhusa ya likizo ya wiki moja kutoka kwa Ranjit na kuanza safari kuelekea Goa. Akiwa njiani, anakumbuka siku za chuo wakati rafiki wa Neha alimpigia simu kumkera. Ranvir alimfuata Neha, macho yao yakakutana na hapo akampenda. Siku iliyofuata, Neha alikuwa akizungumza na baba yake wakati Ranvir alimkaribia na kumwambia anampenda kisha akaondoka. Baba yake alimwambia Neha amuepuke Ranvir. Wakati Ranvir anacheza mpira wa kikapu na marafiki zake, Neha anamjia na kumpa namba yake ya simu. Anamwambia alipenda jinsi alivyomzungumzia jana. Wanaanza kuwa karibu zaidi na Ranveer anamweleza upendo wake, lakini Neha hakusema chochote. Alianza kuzungumzia mpenzi wake wa zamani aliyemwacha, akieleza kuwa anaogopa kupoteza tena mtu mwingine. Ranveer anamweleza ni kiasi gani anampenda na kumwahidi kumpenda milele. Baadaye, Ranveer anakutana na Neha kwenye mgahawa, anagundua tabia ya ajabu kwake na kuona kuwa ana hofu. Anamwambia kwamba hajaoa na bado yuko jeshini. Neha anamfichulia kuwa ana binti aliyepotea kwa miezi miwili na ana uomba msaidie. Ranveer anakubali kumsaidia. Kisha Ranveer anakutana na Uthman ili kukodisha gari kutoka kwake. Baada ya Uthman kugundua kuwa Ranveer ni mwanajeshi, anajaribu kumkaribisha na kuwa rafiki naye. Ranveer anakutana tena na Neha, ambaye anamweleza kuwa amewaomba watu wengi msaada lakini hakuna anayejali. Neha anamkumbusha ahadi zake na Ranveer anauliza kama aliwajulisha polisi. Neha anamwambia kuwa hata polisi hawakumsaidia na walijaribu kufunga faili lake. Wanaenda kituo cha polisi na Neha anamjulisha Ranveer kwa pta Kute kama rafiki wa familia. Kute anaamua kufunga faili lake kwa kumkabidhi Ranveer faili la kesi. Ranveer anajaribu kulisoma, lakini Kute analichukua kwa hasira na kumtukana Neha. Ranveer anajawa na hasira na kumpiga Kute pamoja na askari wake ndani ya kituo cha polisi. Neha anamzuia, lakini Ranveer anakamatwa na kuwekwa rumande usiku. Neha anaambiwa arudi nyumbani, huku polisi wakimtesa Ranveer baada ya kugundua kovu la risasi mwilini mwake na kuangalia nyaraka zake. Inspekta gunda kuwa Ranveer ni mwanajeshi na anamuonya mkurugenzi mkuu. Wa polisi Shergill anaingia kituoni na kuagiza Ranveer aachiliwe na aletwe ofisini kwake. Ranveer anamwambia Shergill kuhusu kipengele cha katiba kinachosema polisi hawawezi kumkamata mwanajeshi baada ya kusikiliza. Shergill anamweleza kuwa kwa sasa yupo huru kama raia kwa sababu yuko likizo. Ranveer anaendelea kupokea simu kutoka Kanali Ranjit na anaongea naye. Ranjit anamwagiza kurudi kambini asubuhi akimwambia kuwa Angeoza gerezani kama siyo kwa sababu Shergil ni rafiki yake. Ranvir anakubali agizo hilo na anaonekana akirejea kambini asubuhi hiyo akiwa na Uthman. Lakini Uthman anaona Ranvir akiwa na mashaka na anamshauri kufuata moyo wake kila wakati anapokinzana kati ya moyo na akili. Ranveer anamwomba asimamishe gari akikumbuka maneno na ahadi alizompa Neha. Anafika shulini ambako Ria alikuwa akisoma na anakutana na mkurugenzi wa shule ili kuchunguza utekaji wa Ria, lakini mkurugenzi anakataa kumpa taarifa yoyote. Ranveer anagundua kamera ya CCTV katika nyumba iliyo mbele ya shule na anajaribu kumuuliza mwenye nyumba na mlinzi kuhusu tukio hilo, lakini wanakataa kumweleza chochote. Anaenda nyumbani kwa Neha na Neha anamkumbusha msamaha, akisema yote haya yametokea kwa sababu yake. Anamwambia atulie na anamuomba picha ya Ria, lakini Neha anamwambia hana picha yoyote, jambo linalomshangaza Ranveer. Ghafla anamuona kaka wa mumewe Neha aitwaye Sani akiingia ndani ya nyumba na kumwambia Ranveer aondoke. Ranveer anamwangalia Sani, lakini badala ya kuondoka, anasikiliza mazungumzo yao. Anagundua kuwa Sani ni mtumiaji wa dawa za kulevya. Baada ya Sani kuondoka, Ranveer anarudi ndani na kumwomba Neha ampatie anwani na namba ya simu ya kaka yake. Ranveer anamuita Sani, lakini simu inakatwa mara tu anapojua Ranveer anataka kuzungumza kuhusu Ria. Baadaye Ranveer anakutana na rafiki yake wa zamani Suki ambaye anampeleka kwenye harusi na kumkumbusha siku ambapo baba wa Neha alimdhalilisha hadhari kwenye sherehe ya harusi huku Neha akitazama kimya bila kumtetea. Siku iliyofuata Neha anafika nyumbani kwa Ranveer na kumwambia kuwa anataka kumwoa. Ranveer anafurahia sana na wanajiandaa kufunga ndoa. Kabla ya harusi, Neha anapokea simu na anakimbilia hospitalini kumwona baba yake. Baba yake anamweleza kuwa amegunduliwa kuwa na saratani ya Hatua ya nne Neha anaamua kuahirisha ndoa na anakata mawasiliano na Ranveer. Hadithi inarudi kwenye sasa ambapo askari wa polisi mlevi anagongana na Ranveer na kumwangushia kitambulisho chake cha kazi. Ranveer anakificha na kuelekea kwenye nyumba iliyoko mbele ya shule, anaonyesha kitambulisho chake na baada ya kuangalia video ya siku aliyotekwa Ria, anagundua kuwa sehemu ya video hiyo imefutwa. anaangalia video ya siku moja kabla ya tukio na kuona Sani akionekana pale. Ranveer anamkabidhi mlinzi pesa ili amsaidie kupata sehemu ya video iliyopotea. Wakati huo Afisa mpya anayeitwa Loha anateuliwa kituo cha polisi cha Goa na anakutana na Shergil ambaye anamwambia kuhusu kusafisha mji dhidi ya wahalifu. Loha anaonyesha kuwa ni mwerevu sana na anamshauri Shergil kuhusu siri zake ndogo, mauaji haramu kumi aliyoyafanya. Shergil anamshauri aendelee kuwa upande wake ili apate umaarufu na heshima licha ya matendo hayo. Wakati huo, Ranvir anagundua ushirikiano wa Uthman na wauzaji wa dawa za kulevya wa Kirusi. Warusi wanamzingira Ranvir kwa sababu ya kuwafuata lakini anawashinda na kwenda moja kwa moja kwa Uthman, kumuuliza kuhusu Ria. Uthman anakataa kumpa taarifa yoyote, lakini anamwokoa Ranvir kutoka mikononi mwa warusi waliotaka kulipiza kisasi. Baadaye Ranvir anatangaza tangazo kwenye gazeti kuhusu Ria na anapokea simu kutoka kwa mwanaume anayejidai kuwa baba yake. Anakutana naye kwenye mgahawa na mwanaume huyo anamwambia kuwa Ria ni binti yake aliyepotea huko Mumbai. Ranvir anajawa na hasira, lakini mwanaume huyo anamwonyesha cheti cha kuzaliwa cha Ria. Wakati huo huo, Ranvir anapokea simu kutoka kwa mume wa Neha, Shekar, anayemtaka wakutane. Ranvir anakuta Naye na Shekar anamweleza kuwa Neha si mzima kiakili tangu alipogongwa kichwani wakati wa tukio la uporaji wa gari. Tangu siku hiyo amekuwa akizungumza kuhusu Ria, lakini ukweli ni kwamba hawajawahi kuwa na mtoto. Ranvira anakumbuka tabia ya ajabu ya Neha alipomkutana naye kwenye mgahawa na anaanza kuamini maneno ya Shekar. Anapotoka ofisini kwa Shekar, mlinzi anamjulisha kuwa amepata video iliyokuwa imepotea. Ranvira anakimbia kuiona na anashangaa kuona video hiyo ikimwonyesha Neha akiwa peke yake bila Ria. Anaenda haraka kumwona Neha na kumwambia ukweli kuwa hana mtoto, akirudia ya le Shekar alimweleza Neha anachanganyikiwa akijaribu kumshawishi kuwa ana binti kweli lakini Ranveer hamwamini kwa maumivu anamwomba Ranveer aondoke kwani ni kama wengine wote wanaomdharau Ranveer anapotoka anagundua kipimo cha urefu kilichokuwa kikitumiwa kupima Ria na anaanza kushuku kuwa labda Neha alikuwa akisema ukweli lakini ni kuchelewa Neha anajiua Ranveer anasimama mbele ya mwili wake uliokufa macho yake akimtota ya kwa uchungu mkubwa baada ya muda Loha anaenda nyumbani kwa Neha na kumchunguza Shekar, lakini Shekar anamwambia asiendelee kupoteza muda humo bali aende kumtafuta muuaji halisi. Kabla Loha hajaondoka, anaona kamera ndani ya nyumba, anaamuru askari wake walete video ya muda ambao Neha alikufa. Anapewa rekodi za simu za Neha na kugundua kuwa namba ya Ranvir ipo kwenye orodha hiyo. Kute pia anathibitisha kuwa Ranvir alikuwa akihusiana naye. Loha anaamua kukutana na Ranvir na kuondoka kituo cha polisi. Wakati huo Uthman anamtembelea Ranvir, anaomba msamaha kwa kutompa taarifa sahihi na najilaumu kwa kifo cha Neha. Uthman anamwambia kuwa alimuona Ria akiwa nyumbani kwa Sani alipokwenda kufanya dili jingine naye, lakini Sani alimlipa pesa ili aendelee kunyamaza, la sivyo angemuua. Ranvir anaamua kwenda kwa Sani nyumbani. Wakati huo watu wa Sani walituma kumuua Ranvir, lakini kwa bahati mbaya walimuua mtu mwingine. Ranvir anapanda lifti akiwa nao, anapokea simu kutoka kwa Loha anayemwambia abaki ndani ya hoteli yake, lakini Ranvir anaamua kuondoka. Wanafika mahali ambapo Sani yupo kwenye baa. Ranvir anamkamata na kumuuliza kuhusu Ria, lakini Sani anakimbia Ranveer anapigana na walinzi wote wa Sani na kumfuata hadi kumkamata tena. Polisi wanafika na kuwakamata wote wawili. Ranveer anaonekana akiwa gerezani na anamchokoza Loha apigane naye. Loha anakubali, lakini Ranveer anamzidi nguvu. wakati wanapigana, Shegil anaingia na kuwasitisha. Ranveer anamwomba Shegil amchunguze Sani badala yake. wakati Shegil anauliza kuhusu shahidi dhidi ya Sani, Ranveer anasema kuwa Uthman ni shahidi. Uthman anamhoji Shegil na kuamua kutumia ushahidi wake mahakamani. Kisha Shegil anaanza kumchunguza Sani, lakini mambo yanapomshinda anamfyatulia risasi na kumuua. Anakimbia kumfikia mwili wa Sani na kumfokea kwa hasira akilia kwa uchungu kwa sababu amekufa bila kutoa taarifa yoyote kuhusuria. Katika tukio linalofuata, Ranvir anaonekana nyumbani kwa Shegil akimweleza kuwa hawezi kuelewa maumivu yake. Shegil anamwadithia kwa huzuni kuhusu kifo cha familia yake yote ikiwemo mke wake mjamzito waliouawa siku ya kumbukumbu ya ndoa yao ya pili. Anamuuliza Ranvir kuhusu uhusiano wake na Neha. Ranvir anamweleza kuwa Neha alimwacha kwa ajili ya baba yake, lakini siku moja alikuja kumwona kwa mara ya mwisho. Shegil anapokea simu kutoka kwa mtu anayemuomba aangalie kitu anachomtumia. Ranveer anamwomba kwa dhati amkamate Shekhar akisema anajua nini kilichompata Ria lakini Shegil anamjibu kuwa hawawezi kumkamata mtu bila ushahidi wowote. Ranveer anapoondoka, Shegil anamwambia asiharibu kesi hiyo kwa kuifanya iwe ngumu zaidi kwao. Baada ya muda watekaji wa Shergil wanafika katika jumba la magari la Uthman na kumpiga vibaya lakini Ranveer anawasili kwa wakati na kupambana nao. Anawashinda wote na kumkimbilia Uthman ambaye anakufa mikononi mwake. Wakati huo Ranveer anaona ujumbe wa Shergil kwenye simu ya mmoja wa watekaji na kugundua kuwa Shergil amekuwa akimdanganya muda wote. Ranveer anamhoji mmoja wa watekaji ambaye anamweleza mahali lilipo shamba la Shergil lililoko msituni. Akiwa njiani kuelekea huko, Kute anajaribu kumzuia lakini Ranveer anamuua na kuwalazimisha watekaji wengine kumfuata Ranvir anapigana nao kwa nguvu zote na kuwaua wote, kisha anaingia ndani ya shamba hilo. Wakati huo huo, kanali Ranjet anawasili msituni na kumwonya Roha asijaribu kupigana na Ranvir kwa sababu Ranvir ameishi muda mwingi msituni na vita ndani ya eneo hilo vitakuwa kwa faida yake. Ndani ya shamba hilo Ranvir anamkuta mwanaume aliyekuwa akijifanya kuwa baba wa Ria na kumuua ghafla. Shergel anaibuka kutoka nyuma na kumpiga risasi Ranvir akimjeruhi vibaya. Anamweleza jinsi alivyojiondoa katika kazi ya polisi baada ya kumpata Ria mikononi mwa Sani, anasema alimwokoa Ria dhidi ya kifo ilhali baba na mjomba wake walitaka kumuua. Anafafanua pia kuhusu biashara aliyokuwa akifanya na Shekhar na Sani, akifichua kuwa Shekhar alimchukia mkewe na alitaka kumfanya aonekana kama mgonjwa wa akili. Anaeleza kuwa aliwaomba watu wote wafiche ukweli wa Ria kutoka kwa Neha baada ya kupata jeraha, jambo lililomruhusu kumdanganya Neha na kumfanya aonekana kama hana akili timamu. Ranveer anamwangalia na kumwambia kwa sauti dhaifu kwamba amechagua msichana asiye sahihi kwa mpango wake huo. Shergel anajaribu kuchukua bunguki yake, lakini Loha anaibuka ghafla na kumpiga risasi akisema kwa utulivu sasa nimeisafisha jiji. Ranveer anahuzunika sana kwa kutomkuta Ria, lakini muda mfupi baadaye Ria anaonekana mbele yake na Ranveer analia kwa furaha. Loha anamchunguza Sekhar na kugundua kuwa Ria ni binti wa Ranveer kwa sababu Sekhar hana uwezo wa kuzaa. Anamwambia ukweli huo, akimweleza kuwa hiyo ndiyo sababu Neha alitaka amtafute. Ranveer anaamka kitandani baada ya kujua ukweli huo na anakwenda kumwona Ria. Mwisho anaonekana akimchana nywele Ria kwa upole, huku mawazo yake yakimrudisha kwa Neha, wakitabasamu wakiwa pamoja, kana kwamba hatia haikuwe tena. Ulikuwa nami msimuliaji wako Hunter Recaps lakini nawakumbusha nyote kulike video hii na kuwasha alama ya kengele. See you when you see me. Bye bye.